a magari ya fahari hey. Mungu atuhurumie sana, Amina. Siku moja nikawa namsikiliza mhubiri mmoja yuko yuko Arusha. Samahani, nomba ni mtaji, naitwa Jeodavi, yule wa ngurume ya upako, mnamfahamu? Ehe, hey. Ngurume ya upako si ndiyo eh? Ndiyo, ehe, ehhe. Akawa anahojiwa na mwandishi mmoja anaitwa Salum Kikeke, nafikiri mnamfahamu Salum Kikeke hey, nafahamu. Akaambiwa hivi: Mtumishi, wewe unaonekana una maisha mazuri, una magari mazuri, viatu vya gharama lakini nikiangalia waumini wako ni watu wa chini maskini sana, huoni kwamba hii ni dhambi hata kwa Mungu? Akacheka sana akasema, wewe Salmu unjui chochote wewe. yaani mimi Jirudavi mimi. mimi ni mtu bora mimi ni mtu bora sana, hata kwa Yesu. Siku Yesu atakaporudi, yani atachagua magari yangu mazuri mawili makubwa mazuri sana, yakampokea airport. Halafu akacheka, unaweza ukatafakari hivi kweli Yesu atakuja kushuka airport hata ah. Ukiigugo saa hivi utaipata hiyo habari, sio siri, umenielewa? Hata ukiigugo saa hivi utaiona kwamba magari yake mazuri ya fahari yakampokea Yesu wapi airport? Sasa kwa akili ya kawaida, Mkristo mwenzangu, uliyeumbwa kwa mfano Mungu ambaye wewe unaitwa miungu bado unang'ang'ania maeneo kama haya, ni hatari sana. Mwambie mwenzako ni hatari, ni hatari sana. Yaani wewe unaye mungu hapo, ukiomba ukamlilia Mungu kwa imani, Mungu atakusikia. Bwana Yesu asifiwe, sio yes? Lazima ukimilie maji na chumvi na nini, na mnahangaika hasa. Akina mama wenzangu, leo ni siku yenu, naomba niwaambie. Wengi tuliojazana huko ni akina mama. Kuna nini akina mama, hebu mniambie, kuna nini? Amen. Tumeuza na viwanja tumepeleka huko, kuna shida gani? Wakati sisi tumeambiwa ni jeshi kubwa, ni jeshi kubwa, bado tunatishika na mambo haya, tunaacha imani, tunaacha makanisa yetu. Kwa nini tunakimbia? Tukitoka hapa kwa mchungaji Ole, tunaenda kule tena, tuishe ni nyingine huko, tunaenda tunaliwa kila kitu. Mambo ya ajabu sana, yahovyo sana. Sisi ni miungu, sisi ni majeshi, tunajiita majeshi Majeshi. Kwa nani tunahangaika? Tunayumba yumba hivi na sisi ni mfano wa Mungu. Kama ni mfano wa Mungu, kwa nini tunayumba yumba, yumba sana. Nilishuhudia mama mmoja Dodoma mjini, alienda kwenye kanisa moja akashindwa kutambua nafasi yake kama mama na nafasi ambayo Mungu amempa kama jeshi. Akaenda kwenye kanisa moja la mtumishi mmoja ambaye ni nabii mmoja, akaambiwa unajua wewe mama Asema Bwana wa majeshi huyu mume uliye naye si mume wako. Si mume wako kabisa. Na ana watoto wakubwa wako vio vikubwa. Jamani. At that time anaambiwa huyu si mume wako. Jamani, iko kichwani ni akili kabisa kweli? Haingii. Akaambiwa wameenda wameenda akaambiwa leta hati ya nyumba, leta hati ya gari, leta hivi akavikusanya vyote. Akawa anaondoka anavipeleka kwa mtume. Nashukuru Mungu aliye hai yule baba anasali naye Mungu anamuona. Vile vitu akavisahau kwenye daladala. Mama mmoja alikuwa anapeleka mtoto hospitali akaviokota. Kuangalia ikabidi afungue ndani, akaona huwa kuna namba za simu mle katika nyaraka hizo. Kwa mfano hii ya TRA unakuta kuna simu. Akampigia huyo baba mwenye hiyo mali mle. Baba akamwambia uko wapi kwani? Akamwambia mimi niko mahali hapa. Akasema usiondoke, mtumishi wa Mungu, baki hapo hapo. Baba akawasha gari, ametoka kazini, anakimbia Akasema umeviokota wapi hivi vitu? Akasema nimeviokota kwenye hii gari. Tulikuwa hapa kwenye gari kuna mtu mmoja ameshuka, amevisahau hapa. Akasema Mungu nakushukuru. Akavichukua akaenda akaficha. Jioni akamuuliza mama, hivi nyaraka zetu ziko wapi? Mama anahangaika, ah, sijui, sijui baba. Unajua kina mama saa nyingine tunakuwa waongo waongo. Anajibaraguza, anajibaraguza. Kumbe alikuwa na ajenda ya kuiba vile vitu akishaiba aondoke kabisa na kwa yule baba ashukuriwe Mungu, vile vitu mwenye mali akavipata. Na yeye kuanzia siku hiyo, hivi navyokueleza, yuko kwa yule mtume, ameolewa kule, mama yangu <laughs> ameolewa kule, ameacha mji wake. Akina mama, sisi ni majeshi au ni, sijui tusemeje, ni majeshi ya Bwana kweli. Sisi wanawake ni jeshi, au sijui tuseme ni au mgambo, sijui ni. Mungu wangu, sijui nifanyaje? Ni, ni kweli akina mama tumewasumbua waume zetu sana, kina mama, lakini leo tunasema, tumeumbwa kwa nani? Kwa mfano wa Mungu, na sisi ni miungu. Tumeacha nafasi yetu, tumeacha nafasi yetu kabisa, na Mungu atusaidie. Point ya pili, kwa nini sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kwa namna ya tofauti? Ni kwa sababu sisi ni wawakilishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, wewe ulipo hapa unamwakilisha Mungu unamwakilisha Mungu. Nilipo hapa namwakilisha Mungu. Na kama namwakilisha Mungu, Mungu anataka nifanye nini? Mungu anataka niwapende watu wengine, kwa sababu Mungu ni nini? Mungu nini? Mungu nini? Upendo, eh kama namwakilisha Mungu, kanuni ya Mungu na sifa ya Mungu, tabia ya Mungu ni nini? Ni upendo. Lakini katika vitu ambavyo vimekwisha na vinavyoendelea kudidimia ni upendo, unaendelea kuisha. Kilichobaki ni chuki kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu gani? Mioyo kwa Wakristo, mioyo kwa sisi, uchungu na chuki kwa sisi ambao tunasema tunamkiri Yesu na tunaenda mbinguni, tunamwakilisha nani? Sasa hapa jibu tunalo, si ndio? Kama tunatangatanga tunahangaika huko na huko, tunamwakilisha nani? tunamwakilisha shetani, tuna shetani. Je, watu wanapotuangalia sisi Wakristo wanamuona nani? wanamuona Mungu? wanaona misukule fulani? wanamuona Kalumanzila? wanamuona mganga fulani? wanamuona nani? sisi ni wawakilishi wa Mungu. Mungu ni pendo, upendo unatoweka duniani. Sijui ni kwa nini. Sisi wanasaikolojia tumefika mahali tunasema tulipo Tupo kwenye kipindi cha chuki, chuki kubwa na uchungu mkubwa katikati yetu. Ofisini hakukaliki, ni chuki tupu. Mtaani hakukaliki, ni chuki tupu. Nyumbani ni chuki, ndugu kwa ndugu wanagombana. Inawezekana ninyi mko kwenye familia moja, mmenyonya ziwa moja, lakini leo hamuongei. Shida iko wapi? Ninyi mlioumbwa kwa mfano wa Mungu, mnamwakilisha Mungu. Shida inatoka wapi? Kanisani ni mafarakano, ni ugo. Sisi tunaomwakilisha Mungu, muulize mwenzako tatizo liko wapi? Kama tunamwakilisha Mungu ambaye ni upendo, kwa nini hatuwapendi wengine? Mtu mmoja akanisimulia kazini kwake, ofisini kwake, alikuwa anafanya kazi vizuri, bosi akampenda, akawa nampa kazi mara kwa mara, wale wengine wakachukia, wakamwendea kwa mganga. Walipoenda kwa mganga wakaambiwa mtege dawa kwenye mlango wake. Nashukuru Mungu, yule kijana ni kijana mdogo, wa kijana wa watu, amesoma, ndio ameenda kuanza kazi, hana maisha marefu sana pale, lakini wengine wakamchukia. Lakini nashukuru Mungu, alikuwa anasali, anamuomba Mungu. Amekaa pale, ameingia ofisini kwake, kawaida yake ilikuwa akifika anaomba. Akaomba, akamshukuru Mungu. Wale kumbuka, wameenda kwa nani? Kwa, kwa nini huyu huyu tu kila siku bosi anampa kazi? Kwa nini huyu huyu tu Amen. Mnielewa? Amen. Lakini ni Wakristo wana majina, akina John akina Franki a a ndio wameenda kwa mganga ili huyu afe. Basi wameenda wameenda, huyu mmoja ambaye alikuwa kinara, yeye akafa ghafla tu, amekufa wamemkuta, amekufa kule chumbani kwake. siku kama wanamtafuta, siku ya kwanza ya pili ya tatu, kwenda kubomoa mlango, tayari alishakufa. Sasa huyu Mwingine wa pili alipoona mwenzake amekufa akaondoka, akaenda kwa bosi, akasema bosi, naomba msamaha. Eh, msamaha wa nini? Naomba msamaha bosi. Msamaha wa nini? Bosi, najua huyu amekufa, kuna kitu tulifanya si sahihi, umenielewa? Eh, eh, huyu amekufa. Kuna mlifanya nini? Bosi, kwa kweli tulienda kwa mganga, tulikuwa tunataka kumuua fulani kwa sababu unampenda sana, unampendelea sana. Aha, ndio mlichokuwa mnataka Eh, na huyu najua kuna kiboko kimepita. huyu huyu, kuna kiboko mwana wa miungu huyu. Mungu amepita amempiga huyu, kwa sababu huyu ni mwana wa miungu. Mungu amemtetea. Bwana Yesu asifiwe. Eh, yeye salama yake, akashuka akaenda kutubu mapema, yeye hakufa na yeye angekufa eh, kwa sababu ukigusa mboni ya jicho la Mungu lazima inauma, na lazima akushughulikie. Lakini wakati mwingine tunashughulikiwa na adui kwa sababu gani kwa sababu tumetoka kuwa wawakilishi wema wa Mungu. Mungu kama tunamwakilisha Mungu, Mungu anataka nini? Mungu anataka tumtegemee yeye. Mwambie Mungu, mwambie mwenzako tumtegemee yeye, tumtegemee yeye. Kwa nini leo hatumtegemei Mungu wa Kristo? Wenzangu akina mama wenzangu, kwa nini hatumtegemei Mungu? Tukifanya msako sasa hivi tutaona watu wengi wana miungu, wanayo wana hirizi, wana chale, wana yaani, ili mradi wanakuja hapa mchungaji ili wazike siku wakifa, eh, msiba tu wa kikristo eh, wazike. Ndivyo ilivyo, wengi. Tulio wengi tunamtegemea nani sasa hivi? Ndio hapa, tunategemea watu. Angalia pochi za kina mama, zimejaa picha za watumishi wa Mungu. Tunategemea watu, uongo wa kina mama wenzao Yani zimejaa picha za watumishi mbalimbali mbali. Unao picha ya Mwamposa, unao picha ya nani? Yani, ah. Iko hapo yani, nikana kwamba hao ndio wanakusaidia, hmm. Tukiangalia kwenye pochi kuna vichumbi vingine umevitoa kule, vingine umevitoa huku, vingine huku, vingine huku, kuna mafuta ya kila namna tunayo, tumejaza kwenye pochi zetu, hey. Hapo kuna kumtegemea Mungu hakuna. Kuna kumtegemea Mungu, ndugu zangu Haijalishi kipindi tunachopita, dunia inapita wapi, tunatakiwa kumtegemea Mungu. Tumesoma kwenye kichwa cha somo leo kwamba tukimtegemea Mungu tutashinda nini? Tutashinda majaribu. Kwa nini tumeshindwa? Ni kwa sababu hata Mungu ameona hatumtegemei yeye. Tunamwomba ili mradi tu kwamba lazima tuje kanisani, lazima tuhudhurie ibada, lakini kimsingi, yani, ndani ya mioyo yetu hatumtegemei Mungu. Na kitu kingine sasa cha mwisho kwa nini sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu? Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu kwa sababu sisi ni watunzaji wa dunia. Sisi ni watunzaji wa nani? Wa dunia. Nani amepewa kuitunza dunia? Mwanzo moja ishirini na sita, Mungu akasema natufanye mtu kwa mfano wetu, huyu mtu akatawale nini, samaki wa baharini, atawale ndege, afanye nini na alime, avitiishe na vitu vingine na kuvitunza. Lakini leo tunaharibu utunzaji wa Mungu, hata na miili yetu tunaiharibu. Kuna kitu tunaita transgender. Sasa hivi wakina mama sasa hivi wanataka kuwa akina baba, wanabadilisha maumbile yao ili wawe akina baba, si ndio? Jamani, ndiko tulikofikia. Ni kutunza uumbaji wa Mungu sasa. Wakina baba wanataka kuwa wanawake, wanameza vidonge ili wawe na maumbile kama nani? Kama wanawake. Tumefika kipindi ambacho hata Sodoma na Gomora hawakufikia hapo. Mungu aturehemu sana. Uliwahi kusoma kwenye Biblia wakikwambia kwamba kipindi cha Sodoma na Gomora watu walijibadilisha jinsia zao? Ameongelea habari ya ushoga tu, si ndio? Lakini hakusema akus, habari ya kubadilisha jinsia. Lakini leo tuko, yani tuko na raha tu. Mimi nionekane mwanamume. Niwe na bezi nitawale, alafu iwe nini? Na ndivyo ambavyo tumekuwa tume, tume hata kwenye familia, akina mama, tumekuwa mabao kweli kweli. Kuna akina mama wanakomota waume zao vizuri kweli na bado tunasali Mungu atuhurumie sana. Tumekuwa na maneno mengi na kelele kelele nyingi, kwa sababu ni siku ya kina mama. Naomba niseme, niwaseme wamama wenzangu, baba hataki kwenda nyumbani mapema kwa sababu ya kelele. Ee, akifika tu hapo mlangoni anapokelewa na kelele. Mwanaume suruali, leo umekuja na nini? Nilikuwa naamua kesi mmoja, kijana mmoja na mke wake. Wana ndoa ya mwaka mmoja tu. Kijana akaja akasema, mama, yani mimi nashindwa kuelewa, kila napokuja nasachiwa kwenye suruali, nimekuja na nini? zikionekana hela chache, yaani nitasimangwa siku, hata kulala silali vizuri. Sasa nikasema hizo hela nyingi anazotaka uzitoe wapi, wa Freemason? Nikamwendea yule dada, nikamweleza huyu kaka ni, ni, ni dereva wa bajaji, anaweza akapata abiria au asipate, anachokuja nasa na umetumia na mahawara mwezi mwaka mmoja, ndoa ina mwaka mmoja, ni shida. Kaambia dada uwe na discipline. Akina mama wengi tumekuwa hivyo. Tunawadharau wanaume kwa sababu tu ya kipato kidogo pengine. Tumwasimanga sana ndani. Hawatamani hata kurudi mapema nyumbani. Anaona bora akae kwenye stuli ndefu mpaka saa sita. Akirudi akikukuta umeshachoka, anaingia analala kama nyoka. Asikisho asubuhi. Kuna unajua kina baba sio waongeaje? Eh? Sio waongeaje. Kina baba hawana maneno mengi. Lakini sisi tunaongea maneno mengi na ndivyo hata sayansi inasema, si ndio eh? maneno mengi mengi, mengi. Yaani umekuwa kama vile umemeza memory card, nyumbani hakukaliki, ni shida ni tabu. Akina mama kama sisi ni jeshi kubwa, turudi kwenye nafasi yetu. Mungu ametuweka sisi kuombea nyumba zetu, kuombea wao, akina baba, umenielewa kuwalinda kwa maombi, kuwalinda kwa nini? Kwa maombi. Hata kama baba ni mlevi, mlinde kwa maombi. Huyo ndiye mume wako Mmenielewa, wapendwa? Mlinde kwa nini, mama? Mamaombi. Kwa maombi. Mwanamume halindwi kwa kupekua simu yake, leo meseji gani imeingia leo, kuna nini leo? Hapana, kuna... utakufa na presha, acha acha, mlinde kwa maombi. Mlinde kwa nini? Kwa maombi, tulinde kwa maombi na tulinde kanisa la Mungu kwa maombi. Kama sisi ni jeshi kubwa, tulinde nchi hii kwa maombi, tulinde miji yetu kwa maombi kila anao kwa maombi. Naomba niwape ushuhuda wa mtu mmoja afu nitakuwa namaliza. Yule mama alikuwa ameolewa na mwanamume mlevi. Sema mlevi. Akirudi usiku ni ngumi ni mateke ni kelele. Mwanamume sasa huyo. Mw. Unaona eh? Lakini mama akawa anaendelea kumuombea, akirudi hata atamsaidia. Hivyo hivyo katika ulevi wake atamsaidia. Eh? Kesho asubuhi tena ataamka ataenda. Nikirudi leo ni siku kute huo umeondoka. Mama yupo amengangana na maombi yake, anamlilia Mungu. Huyo ndiye jeshi, anamlilia Mungu, analia Mungu, Mungu nimsaidie, huyu mwanamume abadilike, akujue wewe. Siku moja akampiga sana, akamwambia na nikirudi, nikuta enda nyumbani kwenu, nikikukuta takua. Akasema sawa baba, lakini ungekuwa wewe, sawa baba. au ungerudisha na take kabisa, najiwe basi Aliporudi ule mwanamume amelewa sana. Kagomba kagomba, si unajua pombe imemlewesha sana. Akalala. Si alimwambia aondoke. Mama alishaandaa usafiri. Maana matusi kila siku yamezidi. Akachukua vyombo vyote na watoto akampakia na yeye kwenye gari, akampeleka kwao. Akiwa amelewa, akampakia na yeye hivyo hivyo amelewa, akampeleka kwao. Kesho asubuhi baba anaamka, anaangalia, anajikuta yuko kwenye mazingira ambayo sikuwa <laughs> hayaelewi ile. Wewe mna fulani huko umeleta wapi huko? Asi uliniambia nije kwetu na kila nilichokuwa nacho na wewe pia ni sehemu ya kila nilichokuwa nacho. Nimekuleta kwetu. Kuanzia hapo huyo baba akaacha kulewa eti. Akaacha kulewa akaacha kulewa. Umenisikia wapendwa? Amina. Eh, tunapokumbuka siku yetu tusikumbuke tu kusema haki. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu kama wanawake, tusililie tu haki, lakini tuangalie nafasi zetu tumesimamaje? Mmenisikia wapendwa? Sisi tumepewa kutunza, tutunze watoto wetu, tutunze familia zetu, tutunze kanisa la Mungu, tutunze maisha yetu, tujitunze na sisi. Na vijana pia, mjitunze na nyinyi, mambo ni mabaya, mjiheshimu, mjitunze kama kanisa la nani? Kama kanisa la Bwana. Simama kwa miguu yako weka mkono mmoja kwenye moyo mwingine mnyanyulie mungu nifuatishe sala hii sema bwana yesu nakushukuru na kwa kuwa nimesikia ni neno lako la uzima nisaidie bwana kuyaishi maneno haya nisaidie kwa jinsi ambavyo nisaidie umeniumba kwa mfano wako nisaidie na wewe mungu, mungu, mungu. unatamani sana niyaishi mapenzi yako niishi njia zako nisaidie, Mungu, katika jina la Yesu ninaomba na kukushukuru amen. Chapia Yesu makofi.